Kundi la Hamas limesema lina tathmini pendekezo jipya la kusitisha mapigano huko Gaza na kwamba limewatuma wajumbe wake nchini Qatar kuendelea na mazungumzo ya amani. Israel imependekeza usitishwaji wa mapigano kwa siku 45 ikiwa Hamas itawaachilia nusu ya mateka waliosalia, lakini bado kuna mkwamo. Zaidi ni kutoka kwa Bakari Ubena. Viongozi wa Hamas wamesema wanatathmini kwa umakini mkubwa pendekezo la hivi sasa la kusitisha mapigano walilolipokea kutoka kwa wapatanishi na kwamba watatoa majibu yao baada ya kukamilika kwa mchakato wao wa mashauriano. Katika taarifa, kundi hilo limesema makubaliano yoyote ni lazima yajumuishe usitishwaji wa kudumu wa vita, kuviondoa kabisa vikosi vya Israel katika ukanda huo, kubadilishana wafungwa, kuwepo mpango wa ujenzi mpya wa maeneo yaliyoharibiwa na vita na ondolewa kwa vizuizi na mzingiro wa Gaza. Lakini Israel kwa upande wake inapendekeza usitishwaji mapigano kwa siku 45 ikiwa Hamas itawaachia huru nusu ya mateka waliosalia, na inataka pia wanamgambo wa Hamas wapokonywe silaha lakini kundi hilo la wanamgambo wa kipalestina limesema huo ni mstari mwekundu na kueleza kuwa limewatuma wajumbe wake nchini Qatar kuendelea na mazungumzo hayo ya amani. Kwa sasa Israeli na Hamas wanashiriki mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kuhusu mpango mpya wa usitishaji mapigano huko Gaza baada ya kushindwa kwa juhudi za kurefusha muda wa makubaliano ya awali. Misri, Qatar na Marekani ndiyo wanaendelea na jukumu hilo la upatanishi kwenye mazungumzo hayo. Hayo yakiripotiwa Israel imeendeleza mashambulizi huko Gaza na kusababisha vifo vya makumi ya watu wakati wa mazishi huko Khan Yunis. Mkazi wa Gaza Bashir Al Hamida alizungumzia madhila wanayopitia. Ulimwengu upo kimya, natumai dunia itachukua hatua kwa watoto wa Gaza na wale wa Palestina pamoja na wanawake wasio na hatia wanaokufa kila siku kwenye ardhi hii. Watoto na wanawake wasio na hatia wanauawa kila siku. Je, watoto hawa wanapambana na Israel? Jibu ni hapana. Aidha, watu kumi wakiwemo madaktari watatu na wagonjwa saba wamejeruhiwa baada ya Israeli kushambulia hivi leo hospitali moja huko Gaza. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ametaja kusikitishwa pia na shambulizi la Jumapili katika hospitali ya Al-Ahli akisema kwamba kwa mujibu wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu, wahudumu wa afya, watu waliojeruhiwa na wagonjwa, pamoja na vituo vya matibabu, ikiwa ni pamoja na hospitali, ni lazima viheshimiwe na kulindwa.